Kama simu yako imepotea fanya hivi kuweza kuirudisha simu yako. Ingia katika sehemu hii ya Google, andika find my device, andika find my device, utaweza ku search na utaweza kuiona site hii hapa ya kwanza, kama inavyoonekana hapo, Google find my device. Uta click katika website hii ya Google ili iweze kufunguka na baada ya hapo utaweza kuona Android device locate your lost Android device and locate until you get it. Kama unapoona hapa, unachotakiwa sasa kufanya ni ku click sehemu hii ya sign in, then utaweza ku sign in kama jinsi ambavyo unaona hapo kwa, uta sign in kwa kutumia email yako ambayo ipo katika ile simu ulioipoteza, ipo katika ile simu ambayo umeipoteza, na utaweza kuona hapo. Device yako kama unavyoona hapa, mimi email yangu ipo katika device mbili ambayo ni hii Galaxy A03 Core pamoja na hii Tecno Spark 4. Kwa sasa, kama simu au device niliyoipoteza ndiliyoipoteza, let's say ni Galaxy A03, ta click katika hii Galaxy A03, itaweza ku contact device. Kama unavyoona, device yangu inaonyesha location ipo turned off na simu ipo asilimia sabini na moja kama jinsi unavyoona hapo. Kwa hapa unaweza uka play sound. Okay. Sababu hii ni simu yangu ninayo hapa, kwa nikita play sound itaplay namna hiyo, lakini pia kuna sehemu hii ya secure device. Utaclick katika sehemu hii ili kuweza kufanya kusecure device yako. Galaxy will be locked with its pin, pattern or password pia unaweza ukaizima kabisa moja kwa moja hiyo simu yako iliyopotea. Ukitaka kusecure kama ndio imeshapotea, kama neno secure, kwa mimi simu yangu haijapotea kwa siwezi nikasikia, then kuna hii sehemu ya factory reset device. All data will be erased permanently from Galaxy A03 Core after the reset, the device location will not be available in Find My Device. If the device is offline, erasing will begin once it's online again. Next, you will sign into your Google account to erase your device. Kwa hapa sasa unaweza ukarestore simu hiyo ambayo imepotea. Unaweza ukarestore, utaclick hapa next ili kuweza kurestore hiyo simu ambayo imepotea. Okay. Hii pia unaweza ukaiona hapa, ukatumia finger hizi mbili. Kama location iko on, basi utaweza kuijua simu yapo au simu yako ipo sehemu gani. Kama location yako uliita on katika simu yako, utaweza kuona vizuri hapa okay, ipo sehemu gani, utaweza kuiona kwa kuzoom hii hapa, utaweza kuizoom hii namna hii. Okay. Unaweza kuona location ya simu yako katika sehemu hii. Oh, hii ni namna rahisi ya wewe kuweza kusikiwa na simu yako ambayo tayari imekwisha kupotea. Okay. Simu yako ambayo tayari imekwisha kupotea unaweza ukafanya namna hiyo na ukaweza kuirudisha simu yako, kama unavyoona device setting, device name ime first registered, utaweza kuona utaandika device name yako pale, okay. na kama wewe ni mgeni katika channel yetu usahau kusubscribe, ku like na comment katika channel yetu hii okay. Hapa kuna kuna beta kama unavyoona kwa hii Tecno Spark 4. Pia kama ni simu yako hii imepotea, unaweza pia <coughs> ukafanya hatua zile zile za kuweza kuisikia device yako Okay. Na kama wewe ni mgeni kama jinsi ambapo nimesema, unaweza ukajiunga na darasa letu la mafunzo, link ipo katika sehemu ya description. Lakini pia usisahau kusubscribe, kulike na kucomment katika channel hii. Karibu na sante.